Ukweli wa jambo lenyewe uko vipi? Uh -huh, ni kweli niliitwa kwenye kamati ya maadili na niliitwa baada ya kupelekwa na kamati ya saa sabini na mbili ambayo inaendesha uh, mpira Mdila. Mdila. Uh -huh. ligi. Yes. Uh -huh. Wakapeleka shtaka langu kwenye kamati ya maadili na kesi yangu ya msingi niliambiwa nimeudhalilisha nime Uh, nimeidhalilisha mamlaka kwa maana ya TFF na bodi ya ligi kwa kuzungumza maneno ya uongo yasiyokuwa na busara. Hiyo ndio ilikuwa shtaka langu la msingi kwa kufanya reference ya posti ambayo nili post au chapisho ambayo nilipandisha kwenye kurasa yangu ya Instagram Februari 3. E, ndo ikatumika hiyo na yakawa mashtaka hayo. Kwa hiyo baada ya kuitwa tukaenda kusikiliza, na upande wangu pia wa wanasheria ambao wanawakilisha tulikuwa nao, jambo likazungumzwa mpaka mwisho, na mwisho wakatuambia sasa, nendeni, sababu tulienda kwa siku mbili pale, Jumatatu na Jumanne mm -hmm. Ehe, tukaambiwa nendeni nyumbani, hukumu sasa itatoka baada ya kusikilizwa mm -hmm. kwenda kwenye details za ndani tulichokizungumza, naamini halipo kwenye mamlaka yangu mm -hmm. hilo ni jambo la kisheria, wako wanasheria iniwakilisha wapo enye nafasi nzuri ya kuizungumzia kilichozungumzwa pale ndani, ila neno la mwisho la kamati liambiwa nendeni, tumeshawasikiliza hukumu tutaitoa sasa. Jana ndo tukasikia hayo maneno mbalimbali yakiandikwa mitandaoni, mm, juzu. Lakini juzi usiku ni kutoka juzi usiku na yes, lakini ukweli kabisa ni kwamba hakuna hukumu hiyo rasmi ambayo tumeipata. Kwa hiyo tusubiri ikitoka, tuta kwa maana ya, mpaka ya mpaka, sasa ya kesi au tetesi, tetesi za na sisi hizi sisi kama klabu, sisi kama klabu na mimi kama mkuu wa idara ya mawasiliano, ambayo kimsingi idara hizi ndio idara ambazo zinasimamia uh, promotion ya kwenda kwenye mechi husika Jumatatu uh, sikuweza kufanya majukumu hayo kwa sababu Jumatatu kuanzia asubuhi saa tatu mpaka saa tisa mchana tulikuwa TFF kushughulikia hilo jambo. Jambo likahairishwa likaletwa Jumanne. Jumanne kutoka asubuhi mpaka saa kumi na mbili yani natoka tu mlangoni pale ndo adhana ehe. Kwa hiyo ehe, siku nzima siku nzima imeishia TFF. TFF kwa maana yake Juhi zile siku mbili ambazo kimsingi ndo tulikuwa tufanye sasa uzinduzi wa amsha amsha kuelekea kwenye mechi tulizipoteza kwa sababu ya jambo hilo, na tukawa na subira, tukasubiri. Sasa jana, tunataka Jumatano, nataka tuanze, tetesi nyingine pia kama hizo zika zikatokea mitandaoni. Sasa, yes, kimsingi niko na viongozi ambao wanaiongoza hii taasisi wakaniambia kuwa na subira, subiri tufuatilie. Wamefuatilia wakaambiwa hukumu haipo. Yeah, umeelewa, eh? Kwa sasa wakaniambia tulia, kwa sababu unajua tetesi ile. Na mimi nitumie nafasi hii kuwaomba eh, wanaoshughulika na mambo haya ya mitandao ya kijamii, nafikiri ni TCR, sindio? Wafuatilie haya mambo na watoe mwongozo, kwa sababu unajua unapotoa taarifa kama hile Huenda uh, una vyanzo, lakini madhara ya taarifa kubwa kama ile ni makubwa, mm, kwelikweli